Unajua, utofauti kati ya Diamond Platnumz na wasanii wengine wa Bongo Flava ni mkubwa sana, ambao unahitaji akili kubwa sana kuweza kuupambanua na kuutofautisha. Anyway, sasa leo mimi mshikaji wako nakuletea eh, moja kati ya stori ambayo kwa akili yako ya kikawaida unawezekana usielewe ninachokuambia, ama inawezekana ukakaza ubongo na ukaleta mawazo yako ambayo ni mawazo yasiyo na mantiki. Anyway, nataka niseme tu kwa upande wa live performance, Diamond sio kitu, na ni mshikaji ambaye hawezi kabisa kufanya live performance. Ila sasa, katika upande wa sanaa ya live performance, Diamond ni mshikaji ambaye anaweza kuonyesha sanaa na sio kuimba. Nadhani hujanielewa vizuri eh? Uhalisia ni kwamba katika uimbaji wa live performance Diamond si kitu na hawezi kabisa tena kabisa. Kwanza hana sauti ya live performance, pili hawezi kufanya live performance bila back vocal na kitu kikaeleweka, kile ambacho anakifanya. Lakini huyu jamaa ni mchawi wa kufanya art ama kufanya sanaa ya live performance. Nadhani kwa duniani tunaweza tukawaweka watu wachache sana, wajanja wajanja kama yeye, kama Chris Brown. Ni watu ambao wanaweza kutawala sanaa ya majukwani ama kufanya live performance katika sanaa ya kipekee, tunaweza tukawaleta baadhi ya watu wachache sana, ila kwa Afrika hakuna mtu ambaye anamzidi Diamond Platnumz katika kutafuta audience kwa sanaa ya majukwani katika maisha yake. Diamond Platnumz alichokitengeneza ni kwamba nyie imbeni mnavyoweza, mimi nitaleta sanaa ya jukwaani kwamba nyie mtaimba, eh mna ringia hizo voko zenu, mimi sina voko, ila mimi ndo baba yenu, nitakuja nitafanya sanaa ya jukwani inawezekana. Nikisema sanaa ya jukwani usinielewe, ule mpangilio wa kuwaleta watu, kuandaa muvi, kuandaa hati kama muvi katika jukwaa, na kutengeneza kitu ambacho kinaonekana zaidi kuliko kuimbwa. Sasa Diamond ni mmoja kati ya watu ambao wamekuja kuonesha investment kubwa ama uwekezaji mkubwa sana katika majukwaa kwenye live performance. Diamond haoni tabu kwenda na watu 80 katika jukwaa na kufanya onyesho ambalo mtu mwingine atasema, huu ha, jamaa amejipanga na amepania kweli. Sasa Diamond, kitu ambacho waga na nakitafuta ni hicho kwamba aende duniani watu wamwone waone kwamba jamaa amefanya nini katika live nadhani nimefuatilia live performance nyingi kwa Afrika, kwa East Africa ila kiuhalisia hakuna mshikaji ambaye anamweza Diamond Platnumz ama Simba. Sio kwamba namsifia, naweza nikakuorezeshea baadhi ya live performance ambazo alishowahi kuzifanya na ziliwashtua watu wengi na watu wengi wakasema huu jamaa sio mtu wa kawaida. Baadhi ya live performance ambazo alizifanya kiukubwa Turudi tujuzi hapa, live performance ya Zanzibar, katika zile tuzo za Trace Music Award. Kitu ambacho alikifanya hakuna mtu ambaye alifanya kama vile. Kwanza alileta dancers ni wengi, pili, akataka kuwaonesha adhira kwamba yeye hata asipoimba, bro, yeye ni lazima atafanya kitu cha kipekee sana. Zilipigwa fataki pale, sio kawaida. Kwa hiyo watu walishangilia fataki walishangilia muda wa Diamond Platnumz, na ndio maana hata moja kati ya mzozo ambao ulitokea ile siku siku ya tuzo ni kwamba Diamond Platnumz jamaa, yeye alipewa dakika kumi alafu wengine wote hawa wakapewa dakika tano tano, yeye pamoja na Rema walipewa dakika kumi Sasa hata Alikiba alimindi ishu ya Diamond ku, ku, ku, kupewa dakika kumi lakini Mwijako kwa alizungumza kwamba Diamond amepewa hoteli ya, ya kifahari hoteli nzuri. Ndio maana pia Alikiba akamind kwamba ni kwa nini jamaa wampe hoteli nzuri wampe dakika kumi, mimi wanipe dakika tano? We, Kiba akazira huyo akaondoka zake. Sasa turudi kwenye point, ni kwamba kama unakumbuka muda ambao yeye alikuwepo zilipigwa fataki nyingi sana. Hii yote ni kutengeneza tu ati kwamba mimi kuimba mtanisamee na hizo voko zenu mtajua wenyewe, lakini mimi nikiwepo lazima taifa lijue kwamba hapa Simba ameingia. Hata kama mtu ni kiziwi, lakini anaona tu, ni lazima atashuhudia kwamba hichi kinachofanyika kinafanyika chini ya Diamond Platnumz. Kwa hiyo jamaa, kitu ambacho amekiwini katika muziki wake ni hicho. Nyie nendeni mkabane pua, mkaimbe voko zenu, lakini yeye hata asipoimba ikapigwa biti tu, kile ambacho atawaonyesha ni kitu kikubwa sana kuzidi kitu ambacho mmekifanya nyie. Anyway, turudi sasa. Diamond afanye muziki wa, ki, wa, wa, muziki wa kuimba tu ili aonekane anaimba. Diamond na timu yake nzima management na watu wanaomzunguka tayari wameshatengeneza mentality ya kufanya biashara. Kama ulishuhudia show ya Zuchu, show ya Diamond Platnumz, utagundua kwamba hawa watu ni watu ambao wanatafuta exposure, watu ambao wanatamani kufahamika zaidi huko nje katika mataifa ya wengine kwa kile ambacho wanakifanya, kwa investment kubwa ambazo wanazifanya ili waweze kupenetrate ama kupenya, kuenda kufanya makubwa zaidi katika nchi za wenzetu. Na hii ni nzuri zaidi kwa sababu wao hawaimbi tu kwa sababu ya kuwaimbia watu. Hapana, wao hawaimbi kuwakilisha taifa, wao wanafanya muziki wa kibiashara, na ndio maana hata katika show zao wanahitaji pesa ndefu sana, kwa sababu wanajua watafanya investment kubwa kutoka, kuna dancers kutakuwa kuna mazingira, kutakuwa kuna mavazi, kwa sababu kama umefuatilia, mara nyingi sana Diamond akiwa anafanya show kubwa, mara nyingi sana huwa anaenda, wanabadilisha mavazi, wanarudi tena na show inaendelea. Kwa hiyo kuna malipo ya kuwalipa dancers, kuna malipo ya mavazi, kuna malipo ya chakula, kuna malipo ya, ya, ya kuishi na vitu kama hivyo pamoja na kufanya setup katika jukwaa, eh, kwa hiyo tusilaumu sana, tujue tu kwamba Diamond sio mtu ambaye anafanya vizuri kwenye live performance kwa kuimba. Yeye ni mtu ambaye anatengeneza sanaa katika live performance. Tanzania, hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kitu ambacho anakifanya Diamond Platinum. Kwa sababu anatumia gharama kubwa, lakini pia anachokifanya yeye ni kuzima upepo wa watu wengine wote ambao watakuwepo katika steji kwa muda huo, yeye peke yake ndiye ambaye ataonekana. Sasa Diamond Platnumz amewafundisha watu wengi sana maisha, lakini wao hawajihitaji kujifunza katika maisha. Ambayo Diamond anatufundisha ni kwamba ukiwa unafanya kitu, fanya kitu kwa nafasi yako wewe, usifanye kitu kumwangalia mtu mwingine. Ukitaka ufanikiwe, usisubiri na usiwe tayari kuwa wewe daraja la kufanikisha ndoto ya mtu mwingine eti kwa sababu tu yeye ni binadamu na yeye ana ndoto. Hapana, kamilisha kwanza ndoto zako, fanikisha ndoto zako, alafu itakapotokea kama inahitajika ama kama kuna uwezekano wa kumpa mtu mwingine daraja apite, mpe daraja apite. Hakikisha unatimiza ndoto yako kwanza katika maisha. Diamond ametufundisha kwamba tuwe ni watu wa fitina. Ukitaka kufanikiwa katika ushindani wa watu wawili, ni lazima uwe ni mtu wa fitina Huyu baba hakuna mtu ambaye anamshinda kwenye fitina. Diamond akikuamulia kukufanyia fitina, anakufanyia fitina kweli, lakini ni fitina ambazo zina maendeleo. Si unakumbuka hapa juzi kati eh, Mario alitoa nyimbo, lakini siku ya pili yake naye Diamond akatoa nyimbo? Kwa sababu gani? Hiyo inaitwa fitina, kwamba wewe ukijifanya mkubwa unatoa nyimbo, basi mimi na nyimbo zangu ziko mia tano ndani. Atakayetoa nyimbo hii Tanzania, mimi natoa nyimbo, alafu tuone nyimbo ya nani kisu na nyimbo ya nani itatembea noma, hata ni nyimbo mbaya ama nzuri ila tu amejitengenezea maisha ya kutotaka kushuka kamwe katika maisha yake, kitu ambacho nishe kuzungumza na jamaa yangu anaitwa Mwamukonda. Nilimwambia kwamba siku ambayo Diamond atashuka kimuziki ni siku ambayo atakufa. Lakini siku za miaka hivi karibuni Diamond awezi akashuka katika muziki wa Tanzania, kwa sababu tayari katika kitabu chake ambacho ni kitabu cha siri zake kashaandika kwamba Tanzania nifanye nini ili ni control akili za mashabiki wa muziki wa Bongo Flava. Ameshajua kitabu chake na kitabu chake kipo ndani kashakielewa. Wasanii ambao wapo karibu na Diamond Platnumz kama wakikipata hichi kitabu wakakielewa, basi nao kamwe hawawezi kushuka katika muziki wa Bongo Flava. Anyway, ni machache haya ambayo nilitaka kushia na wewe, kwamba Diamond Platnumz ni mshikaji ambaye sio mzuri sana kwenye majukwaa katika uimbaji, lakini kwenye upande wa sanaa ya majukwaani huyu, jamani, nyoko, jamani, mwacheni Diamond Platnumz. Sio mtu wa kawaida, ni mtu ambaye akiamua kukukalisha awe atakukalisha tu. See you next time. My name is Jimmy, na hii ni Bongo Star Media bye, bye.